Ah, mimi na, na moja kama sina mawili mm, goli tatu, nafikiri ni timu pekee ambayo imeshinda idadi kubwa zaidi ugenini. Kiacha, nafikiri ni Mamelodi na Ipia yes, ampata mm, idadi ya magoli mengi zaidi Atama. Kwanza lazima tuwapongeze yeah, fanya kazi yao vizuri, lakini kuna baadhi ya wachezaji akiwemo Bajaber alikuwa anaelezwa ya kwamba anarudi mm. Sasa sijui kama anaweza akawaambia mashabiki kama tayari daktari ameshamweleza ya, ya kwamba yuko fit anauwezo wakuepa kwenye mechi ijayo au aendelee, ngoja ngoja yaumiza matumbo. Mm. Ahmed, Bajaber alishaanza mazoezi tangu timu kabla haijaondoka kwenda kwenda Eswatini. eh, Mm. lakini e, mwalimu ame, ame, alichagua kutomtumi kuto, kuto, kuto kwa sababu e, bado hajakuwa ile ile, ile, ile, ile, hajakuwa ile fiti asilimia mia moja kuweza ku, kucheza mechi za mikiki, mikiki. Kwa hiyo timu imerejea leo mazoezini, muda huu nazungumza nanyi, kikosi kiko kiko mazoezini na Bajaber yuko mazoezini sasa. Kwa muda huu wa siku nne tano, mwalimu ndi ambaye atapima e, kuna ulazima kuna, kuna wa kuwa naye kwenye mechi ya marudiano ama aendelee kumpa muda wa kurejea. Alikuwa ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, majeruhi na madaktari ndio walioshauri eh, apewe muda wa kupumzika zaidi. Na ukimwangalia mwenyewe anapambana kutaka kurudi, lakini madaktari wanasema hapana eh, ili ku, ku, kuondoa kabisa hii trend yawewe kuwa na maumivu ya mara kwa mara basi tukuache upone kabisa, na uzuri ni kwamba eh, timu iko, iko, iko sawasawa hivi sasa. Kwa hiyo wewe unaweza ukakaa ukapona, utakapokuja kutumika utumike kwa asilimia mia moja. Na filosofi ya Meneja Dimitar Pantev anataka mchezaji aliwe, ali, aliye fiti kwa asilimia mia moja kwenda mbele. Hata ukiwa na asilimia tisini na tisa, Pantev hakutumia. Hiyo ndiyo falsafa yake, sababu mm. yeye mpira wake anataka watu wakimbie muda wote, anataka watu wakabe muda wote, watu wacheze muda wote. Kwa hiyo kama utakuwa unfit kwa asilimia moja tu imepungua kwenye utimamu wako, Pantev, ana, ana, ana, ana, ana, ana opti kukuacha pembeni. Kwa hiyo uh, yeye ndo atakiamua kama yuko fit kwa asilimia mia moja basi atampa nafasi Pantev. Alilazimika kufanya mabadiliko ya nangu mm -hmm yeye ye hali yake Nangu yuko vizuri, yuko vizuri kwa maana ya substitution ilitokana ltkkov yes, yes, ili, ili yuko vizuri yes. Alifanywa mabali iko siku zile, kwa sababu alikuwa mikiki mikiki, ilikuwa unajua, wale wa, e, wa wanadulirao moja liko mbele pale <laughs> jitu kubwa kubwa hivyo e, <laughs> aliacha mbele pale limemgonga sana nangu. <laughs> <laughs> kasima, sasa mwalimu akasema sasa hapa achani nimtoe nangu mm, niingize niingize mtu kazi mwingine ambaye atakuja kushindana na huyu bwana, ndio sababu ya, ya, ya yale mabadiliko oh. Lakini yuko fit, lakini haikuwa mabadiliko kwa sababu labda ameumia kiasi ambacho sio sio, ameumia kaakun ni mabadiliko tu ya, ya kiufundi kwa sababu jamaa alikuwa anapeleka moto kweli kweli kweli, kwa muda ambao nangu tayari ameshacheza na nini, sasa funga kwa mwalimu, anaingiza nguvu mpya ili kuweza kumkabili yule, yule striker wao <mucho>